Bibi Zawadi alikuwa mwanamke mnyenyekevu, mjane kwa miaka mingi. Alimlea binti yake wa pekee Nima kwa jasho la kazi ya uaminifu. Alishona nguo, alifanya kazi shambani, alifanya kila awezalo ili mtoto wake asikose chochote. Hakuwahi kuwa na vingi, lakini hakuwahi kulalamika. Aliishi maisha ya kawaida kwa kile ambacho maisha yalimpa. Mume wake mzikimani Alipofariki, Zawadi alidhani hatima imemkosea sana, lakini angalau alikuwa na Nima, binti yake. Hata kwa tabia yake ngumu, hata kwa kelele na maneno makali, Zawadi alitaka kuwa karibu, alitaka kumtunza, kusaidia, kuonyesha kwamba angeweza kuwa na manufaa hata kama sasa alikuwa tubibikizi mwenye mikono iliyochoka na kazi. Nima alipulewa na Juma na wakanunua nyumba mpya na ya kifahari katika eneo la kisasa la Lavington jijini Nairobi. Zawadi aliuza shamba lake dogo kijijini kwao karibu na Nanyuki na kuapa pesa zote ili kuwasaidia. Alihamia nao akitumaini uzee wa amani, akizungukwa na familia yake, hasa mjukuu wake mpendwa barakanima hata hivyo alihakikisha kila mara anamwonyesha kuwa yeye ni mzigo. Mama, tena umeacha makombo mezani. Nguo zako za kizamani zina haribu mwonekano wote wa nyumba yangu. Kwa nini umepika tena ugali na sukuma? Unajaza nyumba harufu tu. Maneno yalikuwa makali kama kio, na kila siku yaliumiza moyo wa Zawadi. Juma, mkwe wake kwa kawaida alikuwa kimya lakini kutojali kwake kulikuwa kubaya zaidi kuliko kelele za Nima. Alimtazama mamama makwe wake kana kwamba hakuonekana, kama kizuizi kisichoonekana kwenye njia yake kuelekea kwenye televisheni. Zawadi alivumilia yote hayo. Alimtazama mjukuu wake Baraka na moyo wake ulipata joto. Kwake ilikuwa tofauti mvulana wa miaka kumi alikaa kando yake akisikiliza hadithi zake za zamani kuhusu maisha ya kijijini, akicheka utani wa kirahisi, akipokea kipande cha mandazi, kubembelezwa, kukumbatiwa. Baraka alikuwa sababu ya zawadi kutabasamu, ilikuwa kwa ajili yake ndiyo maana alisisitiza kuwa karibu hata alipojisikia kutokuwa na maana, alikuwa kwake kitabu heicha hadithi za ngano, hazina ya joto katika ulimwengu baridi na usio na hisia wa wazazi wake. Lakini subira ya nima ilikuwa ikisha. Aliona katika mama yake uzito, umaskini na usumbufu wa ziada. Hakujua na hakutaka kujua kuhusu siri ambayo Zawadi alikuwa ametunza kwa miaka. Baada ya kifo cha Kimani, ambaye alikuwa mtu mwenye busara na machapa kazi, elimwachia urithi mdogo lakini muhimu, pesa kutokana na, na mauzo ya ardhi ya familia ambayo ilikuwa imerudishwa kwao. Zawadi bila kuamini benki baada ya misukosuko ya kiuchumia zamani, na bila kutaka kujionyesha kwa utajiri ambao hakuwahi kuutafuta aliweka pesa hizo kwenye akaunti ya siri, akiongeza na pensheni yake ndogo. Alipanga kumwachia Nima kila kitu ili kuhakikisha maisha yake ya baadaye. Alitaka kumfanya binti yake mshangao, kumpa kila kitu alichuta. Lakini kila siku iliyopita, kwa kila tusi, mpango huu ulionekana kuwa wa makosa zaidi na zaidi. Jioni moja zawadi alipokuwa akijaribu kumsimulia Baraka hadithi, Nima aliingia chumbani kwa fujo. Mama, inatosha, alipika kelele. Unajaza tena kichwa cha mtoto na hadithi zako za kijinga za kijijini. Kesho ana mtihani wa Kiingereza. Huna faida yoyote Unangi liatu kesho, sitaki kukuona hapa. Nimkutafutia nafasi katika nyumba ya wadzi, huko ndiko mahali pako. Maneno hayo yalisikika kama hukumu. Baraka alilia na kumkumbatia bibi yake. Zawadi alimkumbatia kimya. Moyo wake ukipasuka vipande-vipande. Alimtazama binti yake. Uso wake ukiwa umejaa hasira na dharau, na machoni pake kitu kilizimi kamilele. Haikuwa tutusi Ilikuwa ni usaliti. Alimfukuza mama yake mwenyewe, bila kujua ni nini hasa mwanamke huyo mkimya na mnyenyekevu alikuwa akificha. Wakati mwingine watu wetu wa karibu ndio wanaotumiza zaidi. Ikiwa hadithi hii imegusa moyo wako, onyesha sapoti yako kwa kulike na kujiunga na chaneli yetu ili kujua nini kitatokea baadaye. Kesho yake asubuhi, zawadi alikuwa Akifunga vitu vyake vichache kimya kimya kwenye sanduku la zamani. Nima aliweka mezani noti chache zilizokunjamana. Chukua hizi. Zitakutosha kwa mwanzo. Teksi tayari inasubiri. Hakumtazama mama yake machoni. Baraka alikuwa amesimama mlangoni pa chumba chake, uso wake mdogo ukiwa umelowa na machozi. Zawadi alimkaribia, akapiga magoti na kumkumbatia kwa nguvu. Usilie Jua langu, alinongona. Bibi atakuwa anakupenda daima daima. Uwe mvulana mzuri na usome kwa bidii. Alimbusu kwenye kwenye paji la uso na kusimama. Alimtazama Nima, lakini machoni pake hapakuwa tena na maumivu wala ombi, ni huzuni tu ya baridi na utulivu. Hakusema chochote, alichukua sanduku lake, akapuza pesa zilizokuwa mezani na kutoka kimya kimya kwenye nyumba aliyosaidia kuinunua teksi. Haikumpeleka kwenye nyumba ya wazee. Alimpa dereva anwani ya hoteli ndogo lakini safi, katikati ya jiji la Nairobi ambayo alikuwa ameipata mtandaoni mapema. Alipoingia chumbani kwa mara ya kwanza, baada ya miezi mingi, alihisi anaweza kupumua kwa uhuru. Hakuna lawama tena hakuna macho ya dharau. Alikuwa peke yake, lakini si mpweke. Alikuwa huru. Jambo la kwanza alilofanya ni kumpigia simu rafiki wa zamani wa familia, wakili Okelo. "Bwana Okelo, ni mimi Zawadi, mjane wa Kimani," alisema kwa sauti tulivu lakini imara. "Ninahitaji msaada wako, nataka kubadilisha wosia wangu mara moja." Siku chache baadaye Nima na Juma walipokea barua rasmi. Ofisi ya mawakili ya Okello iliwaita kwenye mkutano kujadili masuala muhimu yanayohusiana na mali ya bibi Zawadi. Nima alitabasamu. Hatimaye, alimwambia mumewe, labda mzee ame ameamua kutuandikishia kila kitu ili tumrudishe, hawezi kuishi bila sisi. Juma alitikisa mabega tu, lakini machoni pake kuliwaka cheche cha tamaa. Walivaa nguo zao bora na kwa kujiamini, wakaenda ofisini kwa wakili. Walikuwa na hakika ushindi ulikuwa wao. Walipoingia ofisini, walikumbana na mshangao. Kwenye meza kubwa ya mbao za mkongo hakukaa tu wakili Okelo bali pia mama yao Bibi Zawadi, lakini huyu hakuwa Zawadi waliomjua. Badala ya gauni lake la zamani lililokaka, alikuwa amevaa suti ya kifahari, nywele zake za mvi zilikuwa zime zimechanwa vizuri na usoni mwake kulikuwa na usemi wa utulivu na kujiamini. Hakuonekana kama mwathirika, alionekana kama bibi wa maisha yake. Nima alishanga kwa muda. Mama, Unafanya nini hapa? Wakili Okello alisimama. Tafadhali kalieni, Bibi Nima. Bwana Juma, Bibi Zawadi aliniomba niandae mkutano huu ili kufafanua baadhi ya mambo. Tulipokea barua yenu. Nima alianza akijaribu kurudisha udhibiti wa hali hiyo. Mama, tumefikiria kila kitu. Unaweza kurudi nyumbani? Tutatafuta njia. Hapana, Nima. Zawadi alimkatiza kwa sauti ya chini lakini isiyotetereka. Sitarudi nyumba yangu, sasa iko mahali pengine. Niliwaita hapa ili kuwajulisha uamuzi wangu. Wakili Okelo alikohoa na kuchukua nyaraka kadhaa. Mabibi na mabwana, alianza kwa sauti rasmi. Kama mnavyojua, Bibi Zawadi ni mmiliki wa mali kubwa aliyoachiwa na marehemu mume wake Kimani. Kwa miaka mingi amesimamia fedha hizi kwa busara akizizidisha. Thamani ya mali yake leo ni kubwa sana. Nima na Juma walitazamana, machoni mwao mliwaka tamaa. Hawakujua hata kidogo kutokana na matukio ya hivi karibuni. Wakili aliendelea, Bibi Zawadi ameamua amua kufanya mabadiliko ma badiliko kwenye wosia wake. Toleo la awali ambalo wewe Bibi Neima ulitajua kama mrithi pekee limefutwa. Nini? Nima alipiga kelele, asiamini masikio yake. Mama, hii ina maana gani? Huu ni utani. Zawadi alimtazama kwa macho yake matulivu. Huu si utani, binti yangu. Haya ni matokeo, matokeo ya chaguo lako. Wakili Okelo wakiliokelo alifungua hati mpya. Kulingana na wosia mpya wa Bibi Zawadi, mali yake yote ikiwa ni pamoja na akaunti za benki, majengo na hisa ina hamishiwa kwenye mfuko mpya wa amana ulioanzishwa anzishwa. mfuko huwa utaita kuujina lamjukuwake Baraka. mana Juma waliganda kana kwamba wa mepigua na radi. Mfuk? Nima aliweza kusema kwa shida. Ndio, mfuko, wakili alithibitisha. Lengo lake pekilitakua litakuwa kuhakikisha maisha ya badaye ya mwana wako Baraka. Mfuko utalipia elimu yake katika taasisi bora zaidi, huduma za afya, safari, na baada ya kufikia umri wa miaka kumi na nane utampa mtaji wa kwanzia kwa shughuli zake zozote. Wewe bibi Nima, kama mama yake, hutakuwa na ufikiaji wa fedha hizi na hutaweza kuzisimamia. Usimamizi wa mfuko utafaniwa na bodi ya wadhamini inayojumuisha Bibi Zawadi, mimi na mtaalamu mwingine huru wa kifedha. Lakini vipi kuhusu mimi? Sauti ya Nima ilitetemeka kwa hasira na kukata tamaa. Mimi ni binti yako peki, huwezi kufanya hivi. Naweza Nima, na tayari nimefanya, Zawadi alijibu. Urithi wa kweli niliotaka kukwachia haukuwa pesa, ilikuwa ni upendo wangu, utunzaji wangu, heshima yangu. Lakini wewe ulikataa yote hayo. Uliniona mimi kama mzigo tu. Ulinifukuza. Ulimbadilisha mama yako na faraja na nafasi tupu katika nyumba yako. Kwa hivyo sasa una nafasi. Ifurahie. Nima alianza kulia. Mama, samahani, sikujua. Sikutaka, turudishe kila kitu, nichukue, nishinawe, nitakutunza. Lakini Zawadi alitikisa kichwa tu kwa huzuni. Umechelewa sana binti yangu, mambo mengine hayawezi kurudishwa, maneno mengine hayawezi kufutwa. Ulichagua mwenyewe, sasa ishi na chaguo lako. Na mimi nitaishi maisha yangu nikimtunza mtu peki aliyenipenda kweli, mjukuu wangu. Alisimama akinyosha mgongo wake, katika mkao wake hapa kuwa tena na dalili ya yule mwanamke moga aliyekuwa katika nyumba ya binti yake. Huyu alikuwa mwanamke aliyerudisha heshima yake. Alimwinamia wakili, na bila kumtazama tena, nima na Juma alitoka ofisini. Waliahwa wameketi wamevunjika moyo na uzito wa tamaa yaona majuto makubwa. Hawakupoteza tu urithi, walimpoteza mama. Habari za utajiri wa ghafla wa Zawadi na wosia wake usio wa kawaida zilienea haraka miongoni mwa marafiki. Wengi walimlani ni makwa ukatili wake, wengin labda Walimwonea wivu Baraka, lakini wote walikubaliana kwa jambo moja: Zawadi alikuwa amefanya jambo la busara na la haki. Hakulipiza kisasi, alihakikisha tu maisha ya baadaye ya yule alikuwa muhimu zaidi kwake, na alimpa binti yake somo muhimu zaidi maishani mwake, ingawa ni kuchelewa sana. Zawadi alinunua nyumba ndogo na ya kupendeza katika eneo tulivu la Nairobi yenye balkoni kubwa ambapo alipanda maua. Mara nyingi alimchukua Baraka kwake mwishoni mwa wiki. Walitembea katika mji wa zamani, walikula ice cream, walikwenda kwenye maonyesho. Alimsimulia kuhusu babu yake, kuhusu maisha yao, kuhusu umuhimu wa kuwa mtu mwema na mkweli. Alimwona mvulana huyo akistawi, akiwa huru kutokana na hali ya wasiwasi wasi nyumbani. Siku moja, walipokuwa wameketi kwenye benchi katika bustani, Baraka aliuliza, Bibi, kwa nini mama ana huzuni sana siku hizi? Zawadi alimpapasa kichwani. Kwa sababu wakati mwingine, Baraka, watu wanatambua thamani ya walichokuwa nacho pale tu wanapokipoteza. Kitu cha thamani zaidi maishani si vitu unavyoweza kununua kwa pesa, ni upendo, heshima na joto la wapendwa wako, na unapokikataa hicho, unabaki mpweke sana. Hadithi ya zawadi ikawa hadithi ya kimya, ukumbusho kwamba heshima na kujiheshimu ni hazina ambazo hakuna mtu anayeweza kukunyang'anya, na kwamba wakati mwingine kitendo chenye nguvu zaidi si kelele kilele bali kuondoka kimya kunakoacha nyuma ukimya wenye sauti kubwa kuliko maneno yoyote. Aliwafundisha wote waliojua hadithi yake kwamba wakati hausubiri, unapoamua kumdhalilisha yule aliyekupenda tu, inaweza kuwa kuchelewa sana kuomba msamaha. Maisha hufundisha na siku moja, kila mtu hujifunza. Na wewe unafikiria nini kuhusu hadithi hii? Umewahi kufikiria ni mara ngapi tunamdharau mtu bila kujua anachobeba ndani yake? Ikiwa hadithi hii imegusa moyo wako, acha like na maoni hapa chini. Pia jiandikishe ili usikose hadithi nyingine zinazofikirisha na kuonyesha kuwa maishani